Kijana John alizaliwa katika familia maskini pembezoni mwa mji mdogo uliokuwa umejaa changamoto kuliko matumaini. Baba yake alifariki akiwa na miaka saba tu na mama yake alianza kuuza mboga sokoni ili kumlea yeye na wadogo zake wawili. Maisha yalikuwa magumu. John alilazimika kwenda shule kwa miguu kila siku bila viatu, huku njaa ikiwa rafiki yake wa karibu. Lakini jambo moja lililomtofautisha na wengine hey, alikuwa na ndoto Alisema kila mara, siku moja nitakuwa mtu mkubwa, nitabadilisha maisha yetu. Wakati wa likizo, badala ya kucheza, John alifanya kazi ya kubeba mizigo sokoni. Alikusanya kila shilingi aliyoweza. Wakati mwingine alilala njaa, lakini hakuwa tayari kutumia hata senti moja ya akiba yake. Alikuwa na lengo ili kujifunza kompyuta. Miaka ilivyopita, John alimaliza shule ya sekondari akiwa miongoni mwa wanafunzi bora alishindwa kuendelea na chuo kutokana na ukosefu wa pesa, lakini hakukata tamaa. Alitafuta kazi ya kufagia kwenye ofisi moja ya kampuni ya mitandao. Alijitahidi sana, hata wafanyakazi waliomdharau mwanzoni walianza kumheshimu. Siku moja, mkurugenzi wa kampuni alimkuta John akiwa anatumia kompyuta ya kazini usiku, akijifundisha kupitia video za bure. Badala ya kumfukuza, alimpongeza na kumlipia kozi ya mtandaoni kuhusu programu za biashara. John alikazana, alijifunza zaidi ya alivyotarajiwa. Mwaka mmoja baadaye aliomba kazi ya muda kwenye kampuni nyingine kama msaidizi wa IT, akapata. Alianza kupata kipato kidogo, akatumia pesa hiyo kuanzisha blogu yake ya teknolojia. Aliandika kuhusu changamoto alizopitia na jinsi teknolojia inaweza kubadilisha maisha. Blogu yake ilianza kusomwa sana. Kampuni kubwa ya teknolojia kutoka nje ya nchi ilivutiwa na kazi yake, ikampatia nafasi ya kuendeleza mradi wa programu mpya kwa ajili ya vijana wa Afrika. John alikubali kwa furaha. Mwaka mmoja baadaye, mradi huo ukafanikiwa na John akawa mmoja wa wabunifu wachache wa Kiafrika waliotajwa na vyombo vikubwa vya habari. Miaka mitano tangu aanze kama mfagiaji, John alikuwa na kampuni yake mwenyewe, aliwaajiri vijana kutoka mitaa maskini kama alikotoka. Alijenga nyumba kwa mama yake, akasomesha wadogo zake na akaanzisha kituo cha bure cha kujifunza kompyuta kwa watoto wa mitaani. Watu walimuita Esi Ewo wa matumaini, lakini kwa John alikuwa bado yule kijana aliyesema siku moja nitakuwa mtu mkubwa. Na kweli alitimiza ndoto yake, si kwa bahati bali kwa juhudi, bidii na imani.